Akasema rahimahullah, vizuri, marafiki hawa amewagawanya mwandishi katika vigawanyo vitatu. Sadiq, rafiki wa manufaa, li huwa alladhi yusadiqu kama dama yantafi'u minhu, ni yule ambaye anakufanyia urafiki, anakuwa rafiki yako muda wa kuwa ananufaika kutokana na wewe ananufaika kwako kwa mali, kwa jaha au mengineyo. Basi yakikatika manufaa yakaisha, basi huyo ni adui yako, hakujui wala humjui. Ila minha, ila na wengi walioje mfano wa hawa, wengi walioje hawa, wale ambao wanawabeua na kuwabeza na kuwasengenya wengine katika utoaji wao, wakipewa huridhia na wasipopewa hao wamekasirika. Anaashiria aya katika Surati Tauba rafiki yako kipenzi, unaona kwamba yeye ni katika watu vipenzi zaidi na watukufu zaidi kwako, na wewe ni katika vipenzi zaidi na watukufu zaidi kwake yslk y min lya yuatini kitak ra bihi tullkitan mtayk yaa nfiu li wyua. Anakuambia huyo rafiki yako, nipe kitabu nataka nisome ndani yake. Wanamwambia wallahi, mimi nahitaji hiki kitabu, kwa hiyo nitakupa kesho. Basi mara huyo anavimba juu yako, anakufanyia uadui. Je, huyu ni rafiki? Huyu huyu ni rafiki wa manufaa tu, mlafi, anapenda kula zaidi, zina zaidi na wa pili ni rafiki wa ladha, yani rafiki wa utamu, yani la yusadikuka illa li annahu yatamatta ytmata bil wusuli ilayhi, yani yeye hakufanyii urafiki isipokuwa ni kwa sababu anastarehe na kufurahika na kukaa na wewe, wal muhadathat wal muanasat wal musamarat, walakinnahu la yanfauka, wala anafurahika na kuenjoy yale mazungumzo yenu na kampani yako na kupiga kwenu soga, lakini yeye hakunufaishi wala wewe hunufaiki kutokana naye, hakunufaishi wala wewe hunufaiki kutokana naye. Kila mmoja katika nyinyi hamnufaishi mwenzie, hakuna kinachofanyika kwenu isipokuwa ni kupotezeana muda tu. Huyu pia tahadhari kutokana naye, asikupotezea wakati wako. Wathalith sadiq fadhila, na watatu ni rafiki wa fadhila. Yahmiluka ala ma yazid, anakupelekea wewe katika yale ambayo yanakupendezesha na kukufanya uwe bora na anakukataza na yale ambayo yanakutia kasoro na aibu. Wayaftu laka abwaba alhayr, na anakufungulia milango ya kheri wewe. Wayaduluk alayh, na anakuongoza kuielekea hiyo kheri. Waidha zalalt nabbahak la wajhin la yahlisu karamatk, na ukiteleza ukakosea anakutana bahisha katika njia ambayo haivunji heshima yako.